<todicu> Ili <Yeah. todicu> tujenge taifa lenye ufanisi katika uzalishaji, katika biashara, katika viwanda, katika uongozi, ni lazima serikali yoyote makini iwekeze katika elimu ya watu wake, na ndio maana Baba wa Taifa alisema wakati tunapata uhuru, na hata sasa maneno yale bado yanaishi, kwamba tunao maadui wakubwa watatu. Wanaweza wakawa wengi, lakini wakubwa ni watatu. Adui wa kwanza ni ujinga, adui wa pili ni umasikini, na adui wa tatu ni maradhi na njia za kupigana na maadui hawa: kwenye ujinga lazima tupeleke elimu kwa watu wetu, kwa Watanzania. Kwenye umasikini lazima tuendelee kujenga uchumi, kazi ambayo rais wetu anaifanya vizuri sana. Lakini kwenye maradhi lazima tupeleke huduma bora za afya kwa wananchi. Nyinyi ndio walimu wa kesho, ndio wabunge wa kesho, ndio wakuu wa wilaya wa kesho ndio wakulima wazuri wa kesho. Kwa hiyo bila elimu hamwezi kufanya kazi hizo vizuri za kujenga taifa letu. Nataka nitumie fursa hii kuwapongeza sana shule hii ya Arusha Sekondari. Katika kipindi cha miaka minne ya kazi kubwa ambayo rais ameifanya kwa nchi yetu, hapa peke yake mmepata fedha nyingi bilioni moja milioni mia tano tisini na mbili laki tisa kumi na sita elfu na tisini na moja pita. Kuna madarasa nane ya kidato cha tano na cha sita yako tayari, tunamalizia viti na meza. Fom 5 na 6 mtaingia kwenye ghorofa ile pale. Miradi tuliyopokea ndani ya <gulia> miaka minne Arusha Sekondari Mradi wa kwanza ulikuwa ni mradi wa madarasa kumi na moja, mradi wa uviko ambao serikali ya Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa uviko ilitupatia shilingi milioni mia mbili na ishirini. Mradi umekamilika na ulituondolea kabisa swala la double session. Sasa wanafunzi wote wanaingia asubuhi na kutoka jioni. Tunamshukuru mama sana pamoja na viongozi wengine. Ndani ya miaka hii minne pia tumepokea mradi wa matundu kumi ya vyoo, tulipokea shilingi milioni 20, mradi umekamilika unatumika. Tumepokea pia matundu ishirini ya vyoo mradi wa EP4R ambao umegharimu shilingi milioni 30, mradi umekamilika 2022 20, 20, na unatumika. Kwanza kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, tunapenda kumshukuru sana kwa sapoti anayotoa kwa sisi wanafunzi hasa katika sekta ya elimu kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, matundu ya vyoo, vitabu na mambo mengine mbalimbali mbali, huduma zinazohitajika katika shule.